tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya asilimia sabini ya ubunifu mpya wa teknolojia duniani unahusishwa moja kwa moja na taaluma ya uhandisi ambayo ndani yake hujumuisha masuala mbalimbali ikiwemo teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, nishati, viwanda na akili mnemba. Haya yamebainishwa Septemba 25, 2025 jijini Dar es Salaam na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Dr Doto Biteko alipomwakilisha Waziri Mkuu, Kasim Majaliwa kufungua maadhimisho ya ishirini na mbili ya siku ya uhandisi kwa mwaka 2025. Dunia yote hii tuliyopo inatambua kuwa taaluma ya uhandisi ni taaluma muhimu yenye thamani kubwa ambayo ndiyo moyo wa maendeleo ya dunia. Tafiti nyingine zimeonyesha kuwa zaidi ya wastani wa asilimia sabini ya ubunifu mpya na teknolojia duniani unahusishwa moja kwa moja na taaluma hii ya uhandisi ambayo ndani yake inajumuisha ICT, masuala ya nishati, viwanda, akili mnemba. Yote haya yametokea si kwa sababu nyingine, kwa sababu ya uhandisi. Inakadiriwa kwamba zaidi ya asilimia tisini ya vumbuzi na maendeleo ya viwanda huhitaji huduma ya moja kwa moja ya wahandisi. Kwa hiyo, kwa lugha rahisi, tunaweza kusema kuwa wahandisi hufanya shughuli za ubunifu uundaji utafiti uvumbuzi na usimamizi wa miradi uhakiki na usalama na ubora pamoja na ushauri wa sera na ubunifu wa mifumo mbalimbali mbali kote duniani. Kwa vyovyote vile, hakuna mifumo bila wahandisi, hakuna ubunifu bila wahandisi, na kwa vyovyote vile, hakuna sera nzuri bila wahandisi. Leo hii tunapokuwa na mkutano huu, ni muhimu tujitafakari kuwa tumetoka wapi, tupo wapi na tunakwenda wapi sisi wenyewe tuliopo leo, lakini na vizazi vyetu vinavyokuja katika taaluma yetu ya uhandisi. Pia ni muhimu kujitafakari kwa, tukiwa na majukumu yetu ya kila siku, tunaacha historia gani nyuma yetu katika jamii. Ni bahati mbaya kwamba dunia kwa asili inaweza isimtaje mhandisi pale daraja au jengo linapojengwa. <clears throat> Anaweza kutajwa mtu mwingine, pengine aliyelipia pesa jengo likajengwa. Lakini yeye aliyefanya jengo likapatikana ama daraja likawepo ah, inaweza ikatokea asitajwe wa kabisa. Aidha, Dkt. Biteko ameitaka ERB kuwasaidia wahandisi nchini kwa kuelekeza na kuwapa motisha pale wanapofanya vizuri badala ya kubaki kuwa tishio kwao na kuwapa adhabu baada ya kukosea. Basi pamoja na mambo mengine, bodi na sisi badala ya kuwa wasajili tu halafu tukasubiri aliyekosea ili tumdirejisti, yaani tumwondoe kwenye daftari. Maana sisi ni rahisi sana kuregulati kuliko kufasilitati, kwa sababu wako wahandisi vijana wadogo ambao kila wakijaribu kufurukuta waonekane, pengine katika mazingira ya aina moja au nyingine, kuna nguvu kubwa sana inayotumika kuwashusha na kuwadidimiza badala ya kuwaruhusu wachipuke. wachipuki Je, ninyi bodi mnafanya nini kuwafanya hao walio wadogo wanaokuwa leo, ili kesho wawe kama wengine, kwamba tutakapokwenda Japani kwa mfano tukute mhandisi wa Kitanzania amesimamia mradi mkubwa kama ambavyo Mjapani angekuja kusimamia mradi mkubwa hapa nchini. Na kwa sababu hiyo, bodi mnao wajibu wa kuifanya siku ya leo Engineers Day kuwa siku yao halisi, tuionee wivu tuipambe na siku zote tukumbushane. Wajibu wetu ni muhimu sana, tujitahidi kuaksi na kutafsiri matarajio yaliyomo katika mioyo ya jamii na kuyaleta katika uhalisia. Ni vyema tukumbuke kuwa katika njia yoyote ya maendeleo, wahandisi ndio wanaotangulia mbele na baadaye fani nyingine hufuate. Abdalla Ulega waziri wa ujenzi anaeleza namna wizara yake itaendelea kuimarisha mazingira ya taaluma hiyo ya uhandisi ikiwa ni pamoja na kuruhusu mafunzo ya kuongeza viwango vya taaluma hiyo. Kwa upande wa wizara ya ujenzi, tutaendelea kuimarisha mazingira ya kitaaluma ya wahandisi ikiwa ni pamoja na kuwezesha mafunzo kwa vitendo kwa wahandisi kupitia mpango wa sea pamoja na kuhakikisha kuwa utekelezaji wa miradi unazingatia viwango vya kitaaluma na thamani ya fedha. Aidha, tutaendelea kushirikiana na bodi ya usajili wa wahandisi na wadau wengine wa sekta kuendeleza sera, miongozo na programu za kukuza ubunifu, maadili na usimamizi wa rasilimali kwa ufanisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Ujenzi inaendelea kuhakikisha kuwa wahandisi wazawa wanashiriki kamilifu katika miradi ya kimkakati kama ujenzi wa reli ya SGR, bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere, bomba la mafuta, miradi ya barabara, madaraja, viwanja vya ndege, maji, umeme na miradi mingine na kwa kweli tunatoa shukrani nyingi sana kama uko wakati ambapo nchi yetu imekuwa na miradi mingi na watu wako busy, nchi inajengwa ni wakati huu, tunasema asante sana kwa serikali yetu, na asante sana kwa kiongozi wetu mkuu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.